Ngoja sasa uangalie kiatu chake kimoja kitafanya nini golini, akiwa ni metacha mnata Mheshimiwa Hamis Mwinjuma. Penati ambayo haina makando kando, penati ambayo haina makando kando, kama ambavyo hupenda kusema Mheshimiwa Anthony Mavunda akiwa anakwenda katika shughuli ambazo ni mgeni rasmi. Penati zake anasema hazina makando kando, ndio penati ambayo ameipiga Mheshimiwa Hamis Mwinjuma e, na amempoteza kabisa metacha mnata e, ilipigwa kwenye roof e, ungewezaje kwenda? <laughs> E, na nakwenda kupongezwa kwamba we kweli yaliyo moyamo e, sio kwamba ni kwenye rap tu ama kwenye hip hop mguni pia umejaa.